Na tunafukuzwa ili kuweza kunyemelewa watu waikamate nafasi ambayo tumeishika sisi, sawa jamani. Na lengo letu sisi ni kuishika nafasi ya kwanza zaidi. Sasa we are running with a super motisha, sawa jamani. Sisi tunakimbia wakati tumekikamata kitu wenzetu wanatufukuza wakati hawana kitu. Rai yangu kwenu nyinyi nyote, rai yangu kwetu sisi sote tuliopo hapa, kwanza, nawaomba tushirikiane kwa pamoja, tufanye kazi kwa pamoja, tuipende Bahi yetu, tuidumishe Bahi yetu, Bahi yetu tuweze tukasonga nayo mbele vizuri. Nina imani kabisa ushirikiano baina ya wazazi, ushirikiano baina ya walimu wetu, ushirikiano baina ya viongozi wa dini, ushirikiano baina ya viongozi wa chama, ushirikiano baina ya serikali na hilo kundi lote nililolitaja, utatupeleka Bahi mbele zaidi, na Bahi tutazidi kusonga mbele vizuri zaidi. Nawaomba sana sana sana, tusaidiane tushirikiane, tupendane ili kusudi tuweze tukasonga mbele vizuri zaidi. Matokeo ya mtihani ni mchakato, matokeo ya mtihani ni kujipanga, kujitoa, kushirikiana, lakini matokeo ya mtihani ni ushirikiano wa wadau wafuatao: moja ni walimu wenyewe, mbili ni wazazi, tatu ni wanafunzi, nne wadau mbalimbali wa elimu, lakini tano ni viongozi walioko kwenye eneo hilo. Viongozi ndio wabeba maono, wanapanga, wanaratibu, wanasimamia, wanahamasisha, wanafanya tathmini na halafu wanatoa tuzo pale ambapo watu wamefanya vizuri, jambo ambalo Bahi mmelifanya vizuri na safari hii tena mnalifanya. Hongera sana. Mwenyekiti wa halmashauri, mheshimiwa mgeni rasmi, katika hali ya kuchochea mafanikio haya sekta elimu imeweza kuongeza ufaulu ambapo kwa elimu msingi katika mitihani ya taifa kupitia kuanzia mwaka 2021 hadi 2024 tumeweza kufanya mafanikio makubwa kwa nafasi ya mkoa wa elimu msingi toka mwaka 2021 hadi 2024, wilaya ya Bahi imeweza kushika nafasi ya kwanza katika mkoa. Walimu wetu wametuahidi kwamba mwakani tutashika nafasi ya kwanza. Sasa mimi na mimi niwaombe ndugu zangu, kweli nilipoenda Kongwa kweli Kongwa walikuja kujifunza hapa, lakini nilikuta wamejiandaa kweli kabisa. Wamejiandaa na rai yao wamesema, hapa kwayo sisi halmashauri ya Bahi tuongeze juhudi zaidi. Tunazo juhudi, tunayo maarifa, lakini hakika kuna watu wanatufuata nyuma kwa kasi sana. Watoto wetu ni wazuri, wazazi walishajitambua, Walimu mnafanya kazi vizuri, lazima tushikilie nafasi yetu ya kuwaongoza hawa mabwana halmashauri hizi. Na kwenye elimu mambo mengi kama nilivyosema, yanatakiwa kwa sasa tulipofikia, ni sisi kusomesha watoto wetu, na watoto walisema bila elimu taifa haliwezi kuendelea. Bila elimu mtapiga maktai mkubwa sana.